Naomba nitumie dakika chache kuzungumza na my brother mdogo wangu Abdul ambaye anakwenda kwenye taasisi ya ndoa . Uh, najua nazungumza na yeye, lakini nazungumza na vijana walioko hapa, lakini nazungumza na wengine, kwa sababu najua wengine tuko hapa tumeacha waume zetu nyumbani, wapenzi wetu rasmi na wasio rasmi tunao, tumewacha kule nyumbani au maeneo mengine, lakini natamani nizungumze, uh, na sisi wote Abdul Unaenda kuingia kwenye taasisi ya ndoa, taasisi nzuri sana, ambayo maandiko mengi ya imani tofauti tofauti yanatabiri na kuzungumza kwamba kuna levo ya mafanikio na furaha, mara nyingi sana ni ngumu kuwa nayo kama haujaingia kwenye taasisi ya mahusiano pamoja na ndoa. Bahati mbaya sana, tabia ya ulimwengu wa leo umedegrade ume taasisi ya ndoa, na kila moja anaona kama ni kitu fulani kisichofaa, ni kitu fulani cha kuboa, ni kitu fulani cha stresi, ni kitu fulani kinaita depression, ni kitu, ni kitu fulani I can live without it. Lakini naomba ni kwambie, you will always find true happiness when you are in relationship. Mimi ni mtu wa tafiti na tafiti zinaonyesha one of the causes ya mental health na depression na stress ni kuwa out of relationships especially, na tunasema kwenye tafiti, ni bora ukawa hauna kabisa mahusiano kuliko ukawa kwenye mahusiano chief chief ambaye anaumiza. Lakini this is a good decision, umeamua jambo jema sana. Na wote unaotuona hapa tumegawanyika katika makundi, wako wengine unaona hapa wamekuja kufurahi, lakini they have a very healthy relationship, yani hapa walipo wanatamani. Unatumia message hapa, unatoka sangapi unarudi sangapi? Nije nikufuate au e? Lakini kuna wengine tuko hapa tunatamani tulale hapa hadi kesho kutwa tusiondoke kabisa, kwa sababu tuende wapi? Wakati fulani ndio iko hapa, kwa sababu tunatoka kwenye mahusiano machungu, hayafai, yanaumiza. Yani tukikuangalia wewe, kuna watu wanakwambia, huyu dogo anajua anakwenda, huyu huyu dogo anaelewa. Siwamwambie tu, lakini naomba nikwambie tulioko kukutia moyo kwamba you are going at the best place. Tuko wengi kuliko wale wanaokukatisha tamaa. Mambo machache natamani ni, ni kuambie jioni ya leo ambayo atakuwa ujumbe kwa watu wengine wote, tunakuomba tunakutuma tunakuagiza ukafanye mambo manne kwenye familia unayoiendea my brother Abdul, jambo la kwanza go be a husband. Tunaishi kwenye dunia ambayo tuna wanaume wengi ambao wana nguvu za kiume wana mithili na misuli ya kiume but they are hopeless husband. Hawawezi kusimama kwenye nafasi yao kama wa, waume. Naomba niwaambia kina mama mlioko hapa na wakaka mlioko hapa, na kuna mdogo wangu Maurice yuko hapa. Kuna tofauti ya mwanaume na mume. Mwanaume ni neno la kibiolojia, mume ni responsibility. Mume si cheo, mume sio jina la kubatizwa, mume ni kazi. Mume ni responsibility. Ukiona mwanaume ana shy away from responsibility, hafai kuwa mume. Na bahati mbaya sana, mimi ni mtafiti, mimi ni counselor. Hicho kizazi kiko kuanzia vijana wadogo, kwa sababu tunataka kuwalea kisile, kisile, jinga. Kijingajinga. Hey, yes, inawezekana umekuwa single parent unamlea mwenyewe, lakini train your boy to be a a man and a future husband na mabinti wengi wamelelewa vizuri na mama ya zao, leo wanakwenda kukutana na wakaka ambao hawajaandaliwa, useless. Mi kila siku mama anakupigia simu, binti yako anakupigia simu, mama Jorji, mama Abdul, mama amekuwa hivi. Unashanga we mama wa yule binti, unawashanga huyu kijana katoka kwa mama yupi? They are not grown up, wamekuwa kimwili kibiolojia, but they are not matured kwenye ndoa tuangalie growth kwenye ndoa tunaangalia maturity. Kuna mtu ananielewa? Kwenye ndoa tuangalie kukua, kukua. Wanaangalia kule kwenye kura, miaka 18 unapata kitambulisho na, na leseni huko. Kwenye ndoa tuangalie umri. Unaweza kuwa na mtu ana 40 years, I think kama 16 years old huko. Tunaangalia maturity, sio chronological age, tunaangalia mental age. Kuna mtu ananielewa? Unaweza kuwa na mume mtu mzima kabisa, ana ndevu Baba nani, kuna balbu hapo ujai, tumekuambia wiki tatu, mbona hununui nyingine? Nakwambia sasa, mimi nitapandaje huko? Unashindwa kuelewa. Ndio maana kuna wanawake wengi sana sasa hivi they are relying on their boys, watoto wao wa kiume ndio wanafanya kila kitu, service ya gari, fanya hivi, mtoto moo anamakit... Baba yupo kama. Let me tell you, mimi ni kansela. Kuna vijana wanakuja kwangu, naongea nao, unakuta kijana ana science zote za orphan, lakini baba yupo, anapumua ana nguvu zote za kiume za kimwili na za kiroho, lakini mtoto ana character za nani? Yatima. My brother go be a husband. Quality ya husband ya kwanza ni kumpenda mke wake, hapo there's no negotiation, hakuna kulambalamba kupetipeti. Kama hauko tayari kwenda kumpenda mke wako, shughuli hii airisha, kwa sababu penzi lako litakufa mama. Mungu akubariki hadi ushangaye wenye furaha zao hao. <laughs> Kuna mtu ananielewa? Kama hauko tayari kwenda kupenda, if you're not ready to go to go love your woman, usiende kwa sababu naomba nikwambie, hakuna kiumbe cha kike ambacho hakipendi kupendwa, hakipo. Ukiona mwanamke ambaye amechoka kupendwa, hapendi kupendwa, ana changamoto ya akili. Hakuna mwanamke asiyependa kupendwa. Mama yako anapenda kupendwa, dada zako anapenda kupendwa, wanawake wote duniani wanapenda kupendwa. That is by nature. Kwa nini? Because they are 95% emotional. Kuna mtu ananielewa? Mwanamke yuko 95%, sisi sisi wanaume hatuko emotional. Ndio maana unaweza kumziria mwanaume alafu paka ukazirua kuja kumaliza, kumbe agundui umezira, because sisi hatuko emotional. My brother, go be a husband, kampende mke wako. Mwanamke anataka intimacy, anataka kujaliwa hisia zake, anahitaji ku take care, sio tu vitu fedha. Uh, ni vizuri hivyo lakini pia feelings zake, emotions zake. Wao nawaambiaga wanaume wengi wajue kabisa mwanamke ameumbiwa threshold by nature. Unaweza ukamuumiza, kumuumiza, kumuumiza, kumuumiza, mkapatana, mkapatana, akakusamee, mkakaa kikao e, msamee, mpiga magoti msamee, muombe ombe, ila kuna level ukimfikisha mwanamume, mwanamke ameumbwa na Mungu, kuna level ya akikata tamaa, hisia zake zinakuwa blind. Alafu anatan kila kitu off Hivi nafahamu mwanamke, mko hivyo, mnajua hilo kweli? Na akitan kila kitu off, it is worse kuliko mnyama wa porini. Kwa hiyo usiende kumfikisha mamito kwenye eneo hili. Go love your wife, go be a husband. Kuna mtu amenielewa? Jambo la pili, Abdul Karim, go be a father. Nenda kawe baba sasa Sio kila mume ni baba bora, kuna mtu ananielewa, na sio kila baba bora ni mume bora, it's a package, it's a a package combination. Kama umeamua kuwa mume pia amua kuwa nani, kuwa baba. Kuna wanawake wako hapa wanajua kabisa waume zao wa, wanaume wanaoishi nao they are good fathers my friend, they take responsibility but they are not good husbands. Yaani anapokuja swala yeye kuwa mume kwako, kafeli ana lakini kwenye watoto wake anawapenda sana watoto wake. Kuna mtu ananielewa? Na kuna mwingine ana mapenzi na wewe, lakini hana muda na watoto, naambia tutoke na watoto, kaambia waache bwana, is a good husband, is a good father. Sasa kaka, amua kwenda kuwa baba bora. Ninaongea na watoto wengi wanaletwa ofisini kwangu, ninawauliza swali hili, is your daddy a father or a friend? Wananiambia is a father Not a friend. Hiyo ni nzuri au ni mbaya? Ni mbaya. Nenda kawe baba. Sasa hivi tunaishi katika kipindi ambacho watoto wengi sana they are not proud ya wazazi wao hawana kitu, ha, they don't have a story to tell, hawana hadithi nzuri ya kuhadithia kuhusu baba zao. Sisemi sana na sijui kuhusu wa kwako, lakini naomba nikwambie, nenda kawe baba bora wako. Acha watoto wako waseme siku nikiwa baba nataka kuwa kama baba alivyokuwa kwangu. Kuna mtu ananielewa to be a father, kuwa baba is not by default, haiji tu automatically kama kuzaliwa, sio kiungo cha mwili. Kuwa baba is a decision. ni uamuzi kwamba kuanzia leo natamani kuwa baba. Kwenye kuwa baba, manake tunasaidiana malezi na wake zetu, mheshimiwa tunasaidia na malezi siku hizi. Matangazo mengine kule dispensari yameandika kabisa, ukija kwenye kliniki njoo na mume, na mume wako, alafu pale chini yameandikwa kwa msaada wa watu wa Marekani. Mpaka watu wa Marekani watushauri baba aende na <laughs> tumeshindwa, tunafeli kaka. Usisubiri msaada wa watu wa Marekani, nenda kawe baba, shindikize mke wako kliniki ikiwezekana. Huko kwenye kuchumbiana huko mwingine tunadanganyana. I will be with you all days of my life. Usiku na mchana. Alafu mara mnapata mtoto wa kwanza, wife ananyonyesha na nyonyesha, mgongo unauma kafanyia operation, anataka ayakuombe hebu dakika kumi tu nisaidie kushika huyu mtoto. Nilale dakika kumi tu. Nitaendelea kumnyonyesha naambia mpe nyonyo, mpe nyonyo huyu alale. Huna muda kabisa. Mechoka. Then yule binti, yule mke wako anasema, "Hivi huyu ndio yule aliniambia aliniambia shida na raha atanipenda, atakuwa na mimi all the days of my life? Leo hata usingizi kusacrifice hawezi. Tunaishi kwenye kipindi ambacho wababa wengi hawawezi kusacrifice abdul for their family. go be a father.